za ulimwengu. Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, na kwanza ni mukhtasari wake. Huko Tanzania, maandamano ya kupinga uchaguzi yaripotiwa katika baadhi ya maeneo. Mashambulizi ya Israel yaua zaidi ya watu mia moja huko Gaza. Na rais Trump wa Marekani na mwenzake wa China Xi Jinping wakutana kwa mazungumzo. Habari kamili. Dar es Salaam, baada ya kutokea kwa maandamano yenye ghasia katika mji wa Dar es Salaam, polisi nchini humo ilitangaza amri ya kutotoka nje baada ya saa kumi na mbili jioni. Lakini hata baada ya muda huo kupita, mitandao ya kijamii iliendelea kuripoti kwamba maandamano bado yalikuwa yanaendelea. Maandamano mengine yameripotiwa pia katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Mwanza na Arusha kwa mujibu wa taasisi inayofuatilia maswala ya usalama wa mtandao na mambo ya kidijitali ya NetBlocks, ni kwamba huduma ya intaneti imevurugwa kote nchini Tanzania. Waandamanaji wanadai kuchukizwa na kubinywa kwa demokrasia haki, na kuchoshwa na madai ya kutekwa nyara kwa ukosoaji wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Tanzania imefanya uchaguzi wake mkuu hapo jana ambao hata hivyo Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda kufuatia kuinguliwa kwa wagombea wakuu wa upinzani Telaviv. Jeshi la Israel limesema bado linaendelea kuheshimu makubaliano ya usitishaji wa vita licha ya kufanya mashambulizi ya anga hapo jana yaliyopelekea vifo vya, za, vya watu mia moja na nne kwa mujibu wa wahudumu wa afya wa Gaza. Israel ilifanya mashambulizi hayo kwa madai kwamba mwanajeshi wake mmoja aliuliwa na Hamas, madai ambayo hata hivyo, Hamas imeakanusha. Jeshi hilo limetangaza pia kufanya shambulizi lingine kaskazini mwa Gaza, ambapo limesema lililenga eneo ambalo silaha zilikuwa zimehifadhiwa. Waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, amesema malengo waliokubaliana wakati wa usitishaji wa vita, ikiwemo kuwapokonya silaha Hamas, sasa yanatekelezwa. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohamed Al Abdurahman Al Thani mpatanishi wa mzozo huo amesema mashambulio baina ya pande hizo mbili yanawakatisha tamaa. Sol, Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa China Xi Jinping wanakutana nchini Korea Kusini kwa mazungumzo yanayotarajiwa kupunguza mivutano ya kibiashara baina ya mataifa hayo mawili. Mkutano baina ya viongozi hao unafanyika kando ya mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pasifiki, APEC. Trump ambaye yuko ziarani barani Asia aliwasili Korea Kusini hapo jana na kusema kwamba ameipa nchi hiyo idhini ya kutengeneza meli ya kivita inayotumia nishati ya nyuklia na pia kufikia makubaliano magumu ya kibiashara baina ya mataifa hayo mawili. Kiongozi huyu amesema ha, hayo baada ya mkutano wake na rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung na viongozi wengine wa kikanda wakati wa ziara yake nchini humo. Korea Kusini ilisema inahitaji nishati ya nyuklia ili iweze kuendesha manuari itakayotumika kufuatilia nyendo za meli za Korea Kaskazini na China. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kingston, idadi ya vifo vilivyotokana na kimbunga Melissa kilichopiga mataifa ya Karibia imeongezeka. Kimbunga hicho kimewaua watu nane nchini Jamaika na watu wasiopungua ishirini na tano nchini Haiti. Wakati jitihada za uokozi zikiendelea, kituo cha kitaifa cha Marekani kinachoshughulikia vimbunga kimetoa tahadhari kwamba huenda kukawa na ongezeko kubwa zaidi la dhoruba katika maeneo hayo. Kimbunga Melissa kinatajwa kuwa ni kibaya zaidi kuwahi kutokea tangu kuanza kuwekwa kwa rekodi za vimbunga miaka mia moja sabini na nne iliyopita katika maeneo hayo inaelezwa kwamba kimbunga hicho kimeiacha asilimia sabini na saba ya kiswa cha Jamaika bila umeme. Na hatimaye Colon, klabu ya kandanda ya Bayern Munich usiku kwa mkeleo imeicharaza FC Colon magoli manne kwa moja katika mchezo wa kombe la shirikisho la Ujerumani, DFB Pokal. Katika mchezo huo nahodha wa timu ya taifa ya England na Bayern Munich Harry Kane alitupia wavuni magoli mawili na kufikisha jumla ya magoli ishirini na mbili katika michezo kumi na nne pekee aliyocheza msimu huu. Kocha wa Bayern Munich, Vincent Kompany ametoa pongezi kwa timu yake ambayo pamoja na ushindi huo imeweka rekodi ya kuwa timu pekee katika ligi tano bora barani Ulaya kushinda mechi zote kumi na nne za msimu huu. Katika mchezo mwingine wa DFB Pokal Bayer Leverkusen mabingwa a Ujerumani msimu huu uliopita walilazimika kupata ushindi wa goli nne kwa mbili dhidi ya Paderborn baada ya dakika 120 kwa upande mwingine, klabu ya Mainz 05 wakiwa nyumbani wamecharazwa na Stuttgart magoli mawili kwa nunge. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW, dunia yetu. Leo asubuhi, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Suleman Mwirwa. Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii, shughuli ya kuhesabu kura yaendelea Tanzania baada ya upigaji kura wa hapo jana. Utasikia hali ilivyo Dar es Salaam baada ya polisi kutangaza amri ya kuwataka watu wasalie majumbani usiku na rais Ruto wa Kenya wapa muda wa mwisho wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria jimboni Baringo. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali wa shirika na pia kwenye internet. Tafuta DW kwenye YouTube na Facebook. Mimi ni Bruce Amani. Uchambuzi wa ripoti zetu unaanzia huko nchini Tanzania, ambapo polisi nchini humo walitoa amri ya kutotoka nje jijini Dar es Salaam jana jioni baada ya kuzuka kwa vurumai kwenye jiji hilo kuu la kibiashara wakati mamia ya vijana walipoteremka mitaani kupinga uchaguzi mkuu uliokuwa unafanyika. Mengi zaidi ni katika ripoti ya Suleman Mwiro. Baada ya kutokea kwa maandamano yenye ghasia katika jiji kubwa la kibiashara nchini Tanzania, polisi nchini humo ilitangaza amri ya kutotoka nje baada ya saa kumi na mbili jioni. hata hivyo hata baada ya muda huo kupita, mitandao ya kijamii iliendelea kuripoti kwamba maandamano bado yalikuwa yanaendelea katika jiji hilo. Hichi ni kituo cha kupiga kura, amna kupiga kura, oh, tupo barabarani kule. <tipa> Maandamano mengine yameripotiwa pia katika maeneo ya mikoa ya Mwanza na Arusha, kwa mujibu wa taasisi inayofuatilia masuala ya usalama wa mtandao na mambo ya kidijitali ya NetBlocks ni kwamba huduma ya intaneti imevurugwa kote nchini Tanzania. Katika mitandao mbalimbali ya kijamii, video za wa vijana wanaoandamana zimesambaa zikiwaonyesha vijana hao wakirusha mawe kwa vikosi vya usalama na kuwasha moto kwenye baadhi ya maduka na majengo, ikiwemo sheli za mafuta. Mashuhuda wanasema maandamano makali yameshuhudiwa katika vitongoji kadhaa jiji kuu la kibiashara nchini Tanzania la Dar es Salaam. Katika mmoja ya video inayosambaa mtandaoni inaonyesha vijana kadhaa wakiwa katika mitaa ya jiji la kaskazini mwa nchi hiyo la Arusha, huku moshi mweusi ukitanda nyuma na wao wakimba tunataka nchi yetu. Waandamanaji wanadai kuchukizwa na vitendo vya kubinywa kwa demokrasia, haki na kuchoshwa na madai ya kutekwa nyara kwa wakosoaji wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Shirika la habari la Reuters limesema limejaribu kuwatafuta polisi na msemaji wa serikali kutoa maoni bila mafanikio. Tanzania imefanya uchaguzi wake mkuu hapo jana ambao Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda kufuatia kuinguliwa kwa wagombea wakuu wa upinzani. Chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema hakijashiriki uchaguzi huo kwa madai ya mpaka yafanyike marekebisho ya mifumo ya uchaguzi na mwenyekiti wake Tundu Lissu yupo gerezani tangu mwezi Aprili kwa makosa ya uhaini. Makamu wake John Heche naye anashikiliwa na jeshi la polisi. Chama kingine cha ACT Wazalendo, mgombea wake wa nafasi ya rais kwa upande wa Tanzania Bara Luhaga Mpina naye aliwekewa kigingi baada ya mapingamizi kadhaa dhidi yake. Baada ya ripoti hiyo ya Suleiman, tunajiunga kwa njia ya simu na mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa. George, kumekucha. Bila shaka kumekucha, kama wanavyosema wa, wana, Watanzania. Kumekucha na makucha yake. Eh, e, bila shaka, kwanza kabisa, unaweza kueleza hali ilivyo hapo tangu amri ya kutotembea nje usiku ilipotangazwa na jeshi la polisi hapo Dar es Salaam. Dar es Salaam kwa mara ya kwanza wanashuhudia amri ya jeshi la polisi ikiyotaka kusalia majumbani ifikapo saa kumi na mbili jioni, tangazo ambalo kidogo lilivyowashtua wengi na nilishuhudia uh, ilipofika saa kumi na mbili ile watu walimiminika katika maeneo ya kupata mahitaji ku, ili kujisikili majumbani mao. Uh, kulikuwa na hali ya utulivu kiasi katika maeneo mengi, lakini ripoti zinasema katika baadhi ya maeneo bado kulikuwa na mizunguko ya watu wakipita huku mm, na kule na usafiri ulikuwa ukionekana kwa watu binafsi wakitembea, lakini uh, ripoti zinaonyesha kwamba uharibifu umekuwa maeneo mengi ukiachilia mbali maeneo ambayo yaliyofahamika tangu asubuhi kama Kimara Kariakoo, na Magomeni, na Mbezi na Sinza, lakini baada ya ripoti uh, mujibu wa wakazi wa maeneo kama huko Tegeta, uh, sala salasala, uharibifu pia umefanyika ambako vijana watu wakiwa yalenga maeneo maalum kama vile uchomaji vituo za mafuta na inavyoonekana wanalenga vituo maalum kabisa uchomaji huu. Kwa hivyo hali juma ilivyo, kuna hali ya utulivu utulivu, na sasa mm -hmm, ndio kuna kucha kucha mambo yako hivyo. Sasa wakazi wanaruhusiwa kuendelea na shughuli zao asubuhi hii au wanasalia majumbani? Maana tangazo la jeshi la polisi halikuwa wazi, lilisema tu watu wasiwe nje kuanzia saa kumi na mbili jioni na kwa siku ngapi una, wamesema kwa mujibu wa kamanda mkuu wa jeshi la polisi IGP, uh, Kamilius Wambura kwamba kuanzia saa kumi na mbili jioni. Kwa hivyo inamaanisha kwamba jioni na alfajiri watu wanaanza na shughuli zao, lakini baadaye serikali ilitoa tangazo wakiwataka watumishi wa umma kusalia majumbani kufanyia kazi zako kazi zao majumbani yeah. Nchi nzima wafanyia, isipokuwa wale wenye ma, uhitaji maalum wanaweza kwenda katika maofisi yao. Tangazo uh, hili pia limepata msukumo mwingine uh, kwamba katibu mkuu kiongozi naye ametoa tangazo akiwataka wanafunzi wa shule za msingi na vyo pia kujisomia majumbani kwa siku ya leo, siku ya tarehe thelathini mpaka hapo itakapoarifiwa vinginevyo. Kwa hivyo kumekuwa na hali hii kwamba wafanyakazi na hata pia wananchi wa kawaida wametaadharishwa kwamba iwezekanavyo wafanye shughuli zao majumbani, wasiende katika mizunguko ya huku na kule. Kwa hivyo hali jumla ndio iko hivyo. nam George, tunafahamu kwamba huduma za internet eh, zimekatwa huko, lakini tangu jana tumeona video na picha zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo nyingine inakuwa ni vigumu sana kuthibitisha, lakini kuna ripoti yoyote iliyotolewa na vyombo vya usalama kuhusu matukio hayo ya jana, kwa maana ya hasara iliyotokea, vifo, majeruhi Brusi, kwa sababu tukio lenyewe limetokea jana siku nzima, na uh, uharibifu, makundi haya ya vijana wameendelea hadi usiku. Kwa hivyo, imekuwa kidogo ni nadra sana vyombo vya ulinzi na usalama kutoa tathmini ya haraka kuwafahamu namna uharibifu ulivyofanyika, lakini kwa hali ya macho ya kushuhudia na picha unavyoziona uharibifu ni mkubwa. Mali za umma, mali za watu binafsi zimeharibiwa miundo mbinu imeharibiwa kuna watu kuna ripoti kwamba kuna picha kwamba ni vigumu kuthibitisha kwa sasa kuna majeruhi wengi wanashuhudiwa katika uh, picha zinazosambaa wamejeruhiwa hmm. kwa hivyo bila shaka itahitaji kusubiri kwa muda kujua namna hali halisi hali, ilivyo so. namna vipi huduma za interneti zimeanza kurejea ama bado ni hali kama ilivyokuwa jana hali hadi wakati ninazungumza nao bado interneti ni kitendawili na huduma hii haijapatikana maeneo yote hapa nchini kwa hiyo halifamiki intaneti itarejea iline hadi wakati huu. Ni George Njogopa huyo mwandishi wetu wa Dar es Salaam. Tukitoka Da, tunaelekea visiwani Zanzibar na Sudi Mnete anafuatilia shughuli inavyokwenda huko. Sudi, habari za wakati huu, na hebu tueleze kwanza, hali ikoje tangu kumalizika kwa upigaji kura hapo jana? Kwa ujumla, Bruce naweza kusema hali imekuwa ya utulivu kabisa, shughuli za watu zinaendelea kama kawaida, ingawa kumekuwa na ulinzi mkali kwa maana ya kwamba katika kila kona ya maeneo mengi ya mji mkongwe na miji mingine inayozunguka sehemu kuu ya Zanzibar hii, yaani katikati ya Unguja kisiwani hapo, kumekuwa na usalama uliyoimarishwa na msuri. Zoezi la kuhesabu kura bila shaka inaendelea, tume inasemaje? Tume e, ya uchaguzi tangu jana alasiri, mm haijafika -hmm, tena lakini mwenyekiti wa ZEK, e, tume ya uchaguzi Zanzibar jaji George Joseph Kazi alifika akisema kwamba amesikia malalamiko kwa kadha wa kadha kutoka kwa washiriki wa uchaguzi na kwamba anasubiri taarifa rasmi ili kutafuta namna ya kutatua au kushughulika na hayo ambayo yamekuwa yakielezwa elezwa kwa wakati wote. Uh, bila shaka kumekuwa na matukio yoyote ambayo pengine yamelalamikiwa pia. Ndiyo baadhi ya malalamiko yanalalamikiwa hasa yanatokana na ule uchaguzi wa awali. Unajua hapa Zanzibar uh, kwamba hii tarehe ishirini na tisa uh -huh. ilikuwa ndio uchaguzi wa jumla jamala ambao unahusisha watu wote, lakini awali ya hapo tarehe ishirini na nane kulikuwa una uchaguzi maalum kwa watu maalum ambao wasingepata nafasi kwa siku inayofata, kwa maana kwa kwa eh, ya kwamba tarehe uh, ishirini na tisa jana. Kwa hivyo wapo baadhi ya hasa upande wa viongozi wa upinzani, wanasiasa wa upinzani wakisema kwamba labda uh, ati ule uchaguzi wa awali mm -hmm. umetumika kwa hila kwa maana ya kwamba baadhi ya watu wamepiga mara mbili mara mbili zudi. Uh, sasa hivi ni mapema bila shaka, lakini waangalizi wametoa kauli zozote za awali kuhusu zoezi hilo la upigaji kura? Mpaka sasa bado hakujasikika kauli yoyote ya waangalizi, na ukizingatia unajua, mawasiliano ya mtandao hapa mm -hmm. ni kama yame kufa hakuna kwa ujumla wake, tangu jana pia alasiri, mpaka hivi tunavyozungumza mawasiliano yamekuwa magumu sana. Kwa hivyo hata utendaji kazi wa sekta binafsi, utendaji kazi wa taasisi za umma e, umeathirika kwa namna moja ama nyingine. E, leo tunatarajia nini hapo visiwani leo? Manake unajua kwa watu ambao wameorodheshwa hapa ni takriban ni e, laki saba kwa hivyo matarajio yangu idadi sehemu kubwa ya wale waliopiga kura mm -hmm. au kura zilizohesabiwa zitakuwa zimekamilika. Kwa hivyo kuanzia wakati huu na kuendelea, ndio wakati ambapo majibu sasa yatarajiwa kutokea, kutolewa kwa kasi. Asante sana Sudi, ukiwa hapo Unguja, Zanzibar. Mengi kuhusu uchaguzi wa Tanzania utayasikia katika matangazo yetu ya mchana. DW tunavuma kwa kishindo. Kama ndio unajiunga nasi, hii ni dunia yetu leo asubuhi, kutoka studio zetu za Bonn, Ujerumani. Na unaweza pia kutusikiliza mubashara kupitia tovuti yetu, fungua dw.com mkwaju Kiswahili. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii tafuta, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ukifungua Instagram na pia TikTok, unaweza kutupata kwa anwani ya DW Kiswahili. Rais wa Kenya William Ruto amewapa muda wa mwisho na kutoa onyo kwa watu wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria katika jimbo la Baringo kwamba watakabiliwa bila huruma. Matamshi yake yanajiri wakati visa vya mauaji vikiendelea kuripotiwa katika majimbo yanakoendelea operesheni ya kijeshi ya kutoa bunduki haramu. Mwandishi wetu Michael Kwena yuko jimboni Pokot Magharibi na hii hapa ni ripoti yake. Licha ya operesheni ya kijeshi ya kupambana na uhalifu inayoendelea katika majimbo takriban saba kwenye eneo pana la bonde la Ufa, bado mauaji yanayosababishwa na mitutu ya bunduki inaendelea kuripotiwa, tukio la hivi karibuni likiwa ni mauaji ya watu wanne katika jimbo la Pokot Magharibi baada ya kuvamiwa na wahuni waliokuwa wamejihami kwa bunduki. Mchambuzi wa masuala ya kiusalama George Msamali amesema operesheni inayoendelea kukomesha uhalifu eneo la bonde la Ufa halijazaa matunda yoyote licha kuendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, wale ambao wana silaha haramu huondoka katika yale maeneo na kwenda katika sehemu fiche na kisha baada ya operesheni kukamilika, basi wanarejelea na kuendelea na uharamia wao. Kwa hivyo hatuoni tofauti yote hali itakavyokuwa baada ya rais kutoa tamko, manake tangu serikali ya Kenya kwanza ichukue usukani tumekuwa kona operesheni za kijeshi katika maeneo hayo, na hili ndilo lilichangia kifo cha Bwana Ogola, amiri jeshi mkuu wa Kenya, na mpaka hivi sasa wale wanajeshi wapo, kwa hivyo hatuoni sura ikibadilika wakati huu baada ya rais kuzungumzia swala ile siku ya Jumanne. Akiwa katika ziara katika jimbo la Baringo, rais William Ruto alitangaza mapambano makali kwa wanaomiliki silaha kinyume cha sheria, akionya hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. wamerejesha bunduki mia sita bado tunajua tuko na bunduki zingine ambazo hazijakuja. Tunajua imekuwa hapa kwa miaka karibu thelathini but imefika siku ya mwisho. Siku ya mwisho ndio sasa tunaelewana, watu wa Baringo, si hawa watu, kila mtu arudishe bunduki, kama maneno bado hii zaharibika. Ikumbukwe mwezi uliopita serikali ilikuwa imetoa makataa ya siku saba kwa raia katika majimbo ya Turkana na Pokot Magharibi kusalimisha bunduki haramu au waadhibiwe vikali, ila hadi leo bado hakuna hatua zilizochukuliwa kwa waliokosa kuzirejesha licha ya muda wa msamaha kukamilika. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, mara si moja, amekuwa akitoa vitisho kwa majangili kukabiliwa bila huruma. Ila hayo yote yamesalia ya hekaya. We will make sure that all guns... tutahakikisha kwamba silaha zote haramu zinazomilikiwa na raia zinaondolewa ili wananchi waishi kwa amani. so majimbo ya Pokot Magharibi, Turukana na Elgeyo Marakwet yameendelea kuripoti visa vya ujangili licha kuwepo kwa idadi kubwa maafisa wa polisi wanaoendesha msako dhidi ya majingili hao, kwa wakazi wengi operesheni hii ya kijeshi inayoendeshwa haina umuhimu wote kwao, kwani visa vya ujangili vinaendelea kuripotiwa licha ya uwepo wa maafisa wa usalama. Tudumishe amani, tusilipize. Tumepoteza watu wetu wengi, lakini tusilipize, wacha tuwachie serikali. Serikali ifanye kazi yake. Viongozi kutoka majimbo husika wamekuwa wakikosoa operesheni ya kijeshi wakisema imepoteza lengo lake na kwamba zoezi hilo linatumika kwa faida ya wanasiasa. Michael Quena, DW pinguria na. Licha ya Rais Donald Trump kufuta misaada yote ya kigeni mapema mwaka huu, Marekani imeendelea kufadhili mradi wa kuondoa mabomu yaliyotegwa ardhini nchini Nigeria. Hatua hii imelipunguzia wasiwasi shirika la Umoja Mataifa linalosimamia mradi huo UNMAS, katika nchi hiyo. Emmanuel Lubega na taarifa zaidi. Wasimamizi wa mradi huo walikuwa wamejipanga kutegemea wafadhili wengine wakati serikali ya marekani ilipohakikishia kwamba ingeendelea kufadhili mradi huo. Hivi majuzi wamepokea dola laki mbili ishirini na tano elfu ambazo wanaelezea kuwa zitawasukuma hadi angalau mwezi Machi mwaka ujao elfu mbili ishirini na sita. Kulingana na takwimu, vilipuzi vya kuundwa viliwaua na kujeruhi raia mia nne kumi na nane kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka jana elfu mbili ishirini na nne. Idadi hii ilikuwa mara mbili ya mwaka uliotangulia. Hata hivyo Wasimamizi wa mradi huo hawakuwa na uhakika kama kiwango cha janga hilo kingewapelekea wafadhili wa Marekani kuzingatia kuendelea kutoa misaada inayolenga kuepusha vifo na majeraha kwa raia wasio na hatia. Itakumbukwa kuwa Marekani ilifuta hata misaada msingi ya chakula na matibabu kwa idadi kubwa ya watu duniani, na kwa hiyo hapakuwa na uhakika kama ingeendelea kufadhili mradi huo wa kukabiliana na uondoshaji wa mabomu ya kutegwa ardhini. Edwin Fegman, Mkuu wa mpango huo nchini Nigeria amefahamisha kuwa Marekani kupitia shirika lake la misaada USAID ilikuwa ikifadhili asilimia ishirini ya bajeti yao ya kila mwaka kwa mradi huo. Chini ya mradi huo, raia wamefunzwa jinsi ya kuchukua tahadhari, kuanzia kuwa makini kwa kuzingatia usalama wao wakiwa katika mashamba au vijijini kwao, kubaini mabomu hayo, njia za kutoa taarifa kuhusu mabomu hayo wanaposhuku eneo fulani si salama, na pia tahadhari ya kuchukuliwa yanapokuwa yakiteguliwa. Idadi kubwa ya mabomu hayo yanadaiwa kutegwa na makundi ya kijihadi yaliyovamia maeneo ya kaskazini mashariki mwa Nigeria kuanzia mwaka elfu mbili na tisa katika kipindi cha wimbi la mzozo wa Boko Haram. Sintofahamu hii ndiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kambi za usalama kwa raia na kwa zaidi ya miaka kumi wameishi katika makazi hayo. Tangu mwaka elfu mbili ishirini na nne mradi huo umewezesha maafisa wa usalama kupata mafunzo ya jinsi ya kushughulikia mabomu yaliyotegwa ardhini. Jukumu hili limehusisha serikali ya Nigeria katika kuanzisha kituo cha kufuatilia juhudi hizo ambapo raia wamehusishwa moja kwa moja. Mama kwa jina Hauwa Inusa mwenye umri wa miaka sitini aliyeishi katika kambi ameelezea kuwa sasa ana maarifa na stadi za kuweka alama mahala ambapo anashuku bomu limetegwa ardhini. Mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu kuwa asubuhi hii, baki nasi. Je, unatafuta mitindo, vichekesho na challenge za hivi punde? Tazama akaunti yetu mpya ya DW Kiswahili ya TikTok. Tumepakia maudhui moto moto yatakayokuburudisha kwa saa nyingi. Kuanzia challenge za dance hadi skit za kufurahisha. Kuna kitu kwa kila mtu. Usikose. Tufuate sasa katika DW Kiswahili na ujiunge na burudani. Hiyo ni DW Kiswahili kwenye TikTok. DW Kiswahili kwenye TikTok. Tuonane hapo. DW, wanawake na maendeleo. Msikilizaji wa DW, karibu kwenye makala ya wanawake na maendeleo ambapo leo tutajikita katika kuangalia mashindano ya wapanda ng'ombe huko nchini Uswizi <todicum> Mimi ni Najet Omar. Katika milima ya Zermatt huko nchini Uswizi tangu mwaka 2023, wanawake wa atatu wakulima walianzisha mchezo wa kipekee wa The Great Amfa Cow Chess maarufu kwa jina la ucheshi la Fast and the Furious. Hayo si tu mashindano ya ng'ombe bali ni mbio za kipekee zinazohusisha ng'ombe ambao hupambwa kwa maua na kengele. Tukio hilo limewavutia watazamaji kutoka ndani na nje ya Uswizi, likiwa na mchanganyiko wa mila, burudani na harakati za kijamii. Selina Godent, miongoni mwa wawakilishi wanawake, anasema mashindano hayo ni tofauti na yale ya farasi. Kupanda ng'ombe ni tofauti kabisa na kupanda farasi. Ni jambo lisilotabirika zaidi na unalazimika kushikilia kwa nguvu sana. Huwezi kumwelekeza ng'ombe, hilo ndio tofauti kubwa. Na pia ni sehemu ya kukalia iliyo na starehe, jambo linalofanya iwe kazi ngumu zaidi. Sherehe hiyo ya kipekee ni sehemu ya kuendeleza mila ya jadi ya Alfazug shughuli ya kushusha ng'ombe kutoka milimani kuelekea mabondeni kabla ya msimu wa baridi. Huku lengo haswa ni kutoa fursa ya jukwaa kwa wanawake wakulima kuonyesha na, wa na kusherehekewa na huku kuvutia watalii. Betina Nadig ni kocha wa mashindano hayo, anasema kuwa hivi ndivyo vigezo wanavyoangalia kwenye ng'ombe. Ng'ombe anapaswa kuwa mchanga mwenye uchangamfu na aweze kukimbia na kuruka kwa haraka. Kwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu, wanawake ishirini walishiriki na mwaka uliofuata idadi hiyo iliongezeka hadi zaidi ya wanawake thelathini, ikiwa ni ishara ya kukua kwa umaarufu wa tukio hilo. Mbio hizo hufanyika kwenye njia ya takriban kilomita tano. Rome Rauf ni mratibu wa mashindano hayo, amesema wanawake hao walikuja na wazo la kuandaa mchezo wa aina hiyo. Wanaume hawakulikataa wazo hilo wakisema kwamba ingekuwa ni vigumu sana kufanya hivyo. Hivyo wanawake wakajifunza kwa siri peke yao, ndio maana hadi leo ni wanawake tu ndio wanaruhusiwa kushiriki na kila ng'ombe hushiriki kwa hiari kabisa. Kabla ya tukio, tunachagua tu wale ng'ombe wanaoonekana kweli wana hamu ya kushiriki. Kwao ni burudani. Wakati wa mazoezi, mara nyingine wanaweza kukimbia kwa kasi sana, lakini siku ya mashindano wengine hawana hamu kabisa, na hilo ni sawa. Kama ng'ombe atake kukimbia, hatakimbia hukaa tu mahali alipo. Ingawa linaonekana kama tukio la burudani lakini mashindano haya yanatoa nafasi kwa wanawake kuonekana, kusikika na kusherehekewa katika jamii ambazo mara nyingi mchango wao hupuuzwa. Msikilizaji wa DW, asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo, ambapo leo tumejikita zaidi kuangalia mashindano ya ng'ombe kwa wanawake huko nchini Uswizi. Mimi ni Najet Omar, hadi wakati mwingine, kwa heri na shukrani.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 Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa aherini.